Msukuma tambombo e, malawaa e. Malawaa marato yaani e, kumbe lugha ganga sawa sana aa, awia baba. Sasa, ndugu zangu wanambea, kwanza niwashukuru sana kwa kunipokea. Mmenipokea kama ndugu yenu, na mimi nafurahi sana kufika hapa na kunipokea vizuri namna hii. Ninachotaka tu kuwaambia ni kwamba ndugu zangu wa Mbeya, mimi niko hapa kwa ajili ya kuomba kura zenu, mnichague siku ya tarehe ishirini na tisa ili niweze kuwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, na ili tuweze kukiondoa chama cha mapinduzi, tuweze kuweka chama makini, chama ambacho kina haki, chama kinachohubiri watu kuishi kwa amani nchini kwao. Sasa ndugu zangu Ninataka niwaambie tu kwamba mpaka dakika hii CCM imeshakosa mwelekeo. CCM haina mpangilio, kwa sababu CCM kwanza haiwapendi wananchi wa Tanzania. CCM inapenda matajiri. ninyi watu wa kawaida, CCM haiwapendi. Kwa hivyo basi, sisi chama cha wananchi CUF, tunakuja kwenu kuambia haki ilivyo, na kwamba mchague haki badala ya kuchagua matatizo. Nimefika hapa naona ndizi tu zilivyo nyingi hapa, magimbi, naona chai, maparachichi na vitu vingi vimejaliwa na Mwenyezi Mungu, na hivi vitu lazima viende vizuri. Lakini Chama cha Mapinduzi kimewaacha ndugu zangu, hakiwapendi ndugu zangu. Sasa mimi nasema hivi, Chama cha Wananchi kafu kikishaingia madarakani tutaanza na mambo yenu ambayo ninyi yanawafanya muishi. Kwanza tutaanza na kuhakikisha kwamba mambo yenu yanayohusiana na kilimo tunayajali. Cha kwanza kabisa hicho, tunajua ninyi ni wazalishaji wa ndizi wakubwa, lakini ndizi zenu zinapungua soko. Sisi tutawaambia hivi tutapunguza vikwazo vinavyosababisha ndizi zenu zisiweze kuuzika, hii ikiwa ni pamoja na ninyi kupeleka ndizi zenu hata nje ya nchi bila kuulizwa. Kama mnapeleka Malawi, kama mnapeleka Zambia, kama mnapeleka Afrika Kusini, hakutakuwa na kizuizi cha kuuza mazao yenu kokote kule mnakotaka. Sisi tutaondoa hivyo vikwazo, hakuna cha AMCOS kuja kuwapangia bei yenu ninyi mtapanga bei zenu na mtauza mnakotaka, na sisi kama serikali ya chama cha wananchi CUF tutaondoa ushuru wa ovyoovyo ovyo ambao hauhitajiki kwa wakulima wadogo kama ninyi mnaouza ndizi zenu, tutawaondolea, tutawaondolea ninyi wajasiriamali wadogo na ndizi zenu na wakulima, tutawaondolea o wa ushuru mdogo mdogo. Hamwezi kunyanyasika mkiwa kwenye nchi yenu, wawe wote wanaolima maparachichi una soko nzuri sana la parachichi China, soko nzuri kabisa kwa leo. Parachichi kilo moja China inauzwa shilingi elfu kumi kwa leo tunavyoongea hivi, kilo moja ya parachichi inauzwa shilingi elfu kumi China. Hamjashindwa ninyi kuuza hayo mazao. Sisi serikali ya chama cha wananchi kafu tutawaleta hao wanunuzi waje wanunue hapa mazao yenu kwa bei kubwa ambayo ninyi nawafaa leo hii mnauza parachichi kilo moja shilingi ngapi wanabebabeba tu kilo hata haifiki kwa elfu nilikuwa naangalia kilo moja hapa mnauza kati ya elfu moja mpaka elfu moja mia tano kule ni elfu kumi chama cha wananchi kafu kitawahakikishia hilo soko tutalitafuta tulilete watu waje wanunue ni parachichi yenu ili muweze kujikimu nyinyi na watoto wenu. Lakini pia hata mambo ya chai, mnalima chai huku, lakini soko lake ni dogo. Sisi chama cha wananchi KAFU tunawaambia kwamba, kwanza tutavifufua hivyo viwanda vya chai vile vya serikali na tutajenga na viwanda vingine. Katika viwanda hivi tutajenga hivyo, tutafufua hivyo viwanda vya chai, lakini tutajenga na viwanda vingine vya, vya kuchakata viazi hivi viazi mgilingwa hizi, tutajenga hivyo viwanda sisi hapa ili. Kama ni sukari inayotokana na, na viazi Ulaya, tutaitengeneza hapa hapa sukari yetu, tutamtauza hapa na mambo yatakuwa mazuri. Kwa hiyo sisi tutawajali na kwamba sisi kwenye serikali yetu hakutakuwa na hayo mambo ya kukopana, kupangiana benki, kukopanakopana. Hiyo kitu itakuwa haipo. Kwa hiyo, ndugu zangu, muwe na amani kabisa. Swala la mbolea, swala la mbolea tutahakikisha kama chama tumeweka ruzuku ya kutosha na kwamba mbolea ya kupandia ya kukuzia muipate katika bei ambayo ni ya chini bila usumbufu. Lakini pia kama chama cha wananchi kafu tutahakikisha tumejenga viwanda vya mbolea hata Mbeya hii, kwa sababu enzi za Nyerere huyu mzee amekuwa, enzi za Nyerere kulikuwa na viwanda vingi vya serikali na sisi tutavijenga hivyo viwanda ili viweze kuajiri pia vijana wetu, lakini tutengeneze mbolea yetu huku huku na mambo yaweze kwenda vizuri. Hakuna mambo ya kusubiri subiri. Ndugu zangu, kahawa mnalima pia, soko sisi tunajua lilipo. Mimi nilikuwa mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Mbinga. Mbinga ndio nalima kahawa sana kuliko sehemu nyingine yoyote Tanzania. Najua maana ya soko la kahawa najua maana yake kwa hiyo wanunuzi tunawajua tutawaleta waje wanunue na si kukopa kukopa huyo ni tabia ya CCM tabia ya kifisadi tabia ya rushwa kwa hivyo sisi tutahakikisha tunawajali kazi yenu ninyi wananchi wa Mbeya ambao hamjawahi kuangusha upinzani ni kazi yenu ya kwenda kupiga kura siku ya tarehe ishirini na tisa mmetishwa sana mnaambiwa tarehe ishirini na tisa kutakuwa na maandamano na kwamba hamtaweza kwenda kupiga kura hiyo. Msidanganywe, ni janja janja ya CCM ya kutaka msiende kupiga kura ili wao wapite bila kupingwa. Sasa na sisi tumeshaligundua hilo, msiache kwenda kupiga kura. Maana yake ni kwamba mkienda kupiga kura mtakuwa mmeiondoa CCM. CCM yenyewe ilishajifia, CCM inasubiri kuzikwa, iko ICU. CCM ni swala la nini kwenda kupiga kura na kuikataa tu, kwa sababu hamna anayekipenda Chama cha Mapinduzi ambacho kazi yake ni kuwanyima amani wananchi. Kazi ya Chama cha Mapinduzi ni rushwa. Kazi ya Chama cha Mapinduzi ni kuteka watu, na sisi tunasema hatekwi mtu tena. Serikali ya Chama cha Wananchi kafu, mkiipa mamlaka, hatekwi mdude, hatekwi polepole, hatekwi mtu yoyote tutahakikisha kwamba tuna watu wanaishi kwa amani kwenye nchi yao. Sisi sio si, watu wa kuchezewa chezewa. Chama cha mapinduzi kinawekwa madarakani na wananchi kwa mujibu wa katiba ya Tanzania, ninyi ndio mnakiweka madarakani. Sasa hivi chama cha mapinduzi kinajinasibisha na wawekezaji, ambako kinapitia huko huko kuiba. Chama cha mapinduzi kinafanya kazi pia ya kuwafanya wananchi waishi kwa hofu, kwa watu kutekwa wanatekwa na watu wasiojulikana ambao hatujui kama ni polisi au sio polisi, kwa sababu wanaoteka wanajiita polisi na wanakuwa wanabunduki kama tunavyoona polisi, wanakuwa hawana nguo uniform, kama ambavyo wakati mwingine polisi huwa wanakwenda kukamata watu bila uniform. Kwa hiyo tunataka tuhakikishie wana Mbeya, chama cha wananchi CUF kinajua vilio vya Watanzania. Tutahakikisha utekaji huu unaoendelea unakoma, na wanao wanaofanya utekaji na wenyewe tunashughulika nao, kwa sababu haiwezekani watu wakatekwa halafu serikali ikiwa na rais imekaa kimya. Siku moja Gwajima aliwahi kuzungumza akasema hivi, angetekwa mtoto wa rais, hapo pangekaa hivi hivi. Gwajima ni mwana CCM, akauliza angetekwa mtoto wa IGP, mambo yangekuwa hivi hivi Wajima ni mwana CCM akauliza angetekwa mtoto hata kama ni wahosidi hapa pangekaa hivi hivi. Inawezekanaje watanzania waishi kwa hofu? Lakini nachoamini, wana Mbeya hamwezi, hamjawahi kuiangusha Tanzania na hasa upinzani. Sasa ni wakati wenu wa kwenda kuikataa CCM ili muishi kwa amani. CCM haiwapendi tena, inajali mifuko yake na rushwa na rushwa na ufisadi, haiwajali wananchi, upotee shauri yako. Sasa nitawaambia mambo mengi tu ambayo CCM sazaidi imeyafanya yaovyo kabisa kwa wananchi, na ninyi mnayaangalia, lakini nawaambia ninyi mkaiondoe CCM ili mambo yafuatayo miyapate. Chama cha wananchi kafu, tunasema kwamba tukishika tu madaraka matibabu yatakuwa bure kwa kila Mtanzania. Hamtalipia gharama za matibabu hata mtu mmoja. Utakwenda kutibiwa kwenye hospitali zote za serikali. Kama wewe ni mama mjamzito, kadi yako ya kliniki utaipata bure. Kama ni wewe ni mbaba, utakwenda kutibiwa kujifungua bure. Chama cha CCM kimechagua magonjwa manne ya kuyatibu. Kimechagua ugonjwa wa moyo, kimechagua figo, kimechagua saratani na kisukari. Magonjwa mengine kimesema mtajitegemea wenyewe chenyewe kiko bize kuwauzia maiti zenu, mkiugua wapendo wenu wakifariki, chama cha Mapinduzi kinawauzia maiti hospitali zote, kinafanya kazi ya kuuza maiti. Sasa hizo sio chama, kiondoeni sasa madarakani kuanzia sasa hivi. Tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi sio tarehe ya kuandamana, ni tarehe ya kwenda kukiondoa CCM na kukizika kabisa, kikiwa kimekwisha. Mkiandamana Samia hataondoka madarakani, atabaki pale, anawashughulikia. Na ameshasema yeye mwenyewe kaandaa majeshi. Kasema jeshi la wananchi, kaeni mguu sawa. Kasema jeshi la polisi, kaeni mguu sawa, kwa sababu kuna uchaguzi sasa. Maana yake anataka kututangazia vita sisi. Tunajua tunakwenda kwenye uchaguzi ulio huru na wa haki, yeye anawaambia majeshi yetu yakae mguu sawa. Kwa hiyo, msipokwenda kupiga kura, Samia atabaki madarakani. Msipoenda kupiga kura, mkiandamana, majeshi yameshaamrishwa kukaa mguu sawa kwa ajili ya kushughulika na nini? Sasa msimpe kichwa Samia. Ameshakwisha, hapendwi hata na chama chake, kwa sababu hata chama chake chenyewe hakikumchagua. Alijichagua yeye mwenyewe na Nchimbi na Kikwete ndo wakawaburuza buruza watu wengine wakajiweka wenyewe pale kuwa wagombea. Kwa hiyo twendeni tu tukawaondoe. Hatuna sababu ya maandamano. CCM ishajifia yenyewe, tendeni tukaiondoe tu kwa kura. Nipigieni mimi kura nyingi kabisa, CCM inaondoka. Mimi nitatangazwa, mkinipigia kura mimi nitatangazwa. Siwezi mimi nisitangazwe wakati mmenipigia kura. Jambo lingine niwaambie, wana Mbeya na Watanzania, mkichagua CUF mkamchagua Gombo Samandito, elimu itakuwa ni bure kuanzia shule ya msingi mpaka chuo kikuu Hakuna mkopo wa elimu, hakuna michango shuleni, hakuna mambo ya kusema kwamba sio, utapeleka debe la mahindi kwa ajili ya makambi. Hiyo biashara inaisha pale pale. Mimi hiyo ni swala la kutamka tu kwamba sasa haya mambo yamekwisha na yatakwisha kweli. Kwa hiyo elimu itakuwa bure. Jambo lingine, wazee wangu miaka sitini na kuendelea, mmeitumikia nchi kama wewe mtakuwa mnalipwa mshahara au posho kila mwisho wa mwezi. Hakuna kwenda kwenye tasafu kwenda kuchimba mitaro ndo upewe pesa. Mzee utapewa pesa, posho, umeitumikia nchi. mwezi wa kumi na moja tu hiyo mnaanza kupewa. Mimi nikiingia tu madarakani, wazee miaka sitini na kuendelea, hesabuni mmeweka. Na watoto wetu watakwenda kupata ajira pia kule, kwa sababu pesa ipo hatuna tatizo la pesa ndugu zangu, tuna tatizo la wizi wa chama cha mapinduzi, wizi ambao mwingine umejifichia kwenye kificho cha uwekezaji hapa Mbeya. Spika wa bunge anatoka hapa, lakini anaruhusu bunge lijadili mikataba ambayo ni ya kifisadi, na anaruhusu bunge lipitishe kuuzwa kwa mali asili ya Tanzania. Bandari zetu zote zimeuzwa, misitu yetu imeuzwa yote kila kitu, madini yanauzwa kwa sababu spika mwenyewe anatoka hapa, ambaye amekuja tena kuomba kura. Nawaambieni, chama cha mapinduzi na mambo yake yote na wabunge wake wote, msiwape kura, mtaendelea kuibiwa. Kwa hiyo mimi nawashauri sana ndugu zangu, wana Mbeya, msifanye hivyo. Kule halmashauri kuna asilimia kumi ya akina mama, vijana na walemavu, na wenyewe hamwipati ipasavyo mimi nawahakikishia nikisha kuja kuwa rais, hiyo mikopo mtaipata. Vijana vijana sasa hivi mnaendesha bodaboda za mikopo, mikubwa mtapewa bodaboda boda, ambazo kama ni ya milioni mbili na nusu utalipa milioni mbili na nusu hiyo hiyo, hautaongezewa kitu kingine, kwa sababu chama cha wananchi kafu tunahubiri haki, chama cha mapinduzi kinahubiri amani. Sasa mimi nawauliza tu ninyi. Unawezaje kuhubiri amani wakati utendi haki? wewe unahubiri amani wakati unatuhumiwa kwa kuteka watu? CCM inatuhuma za kupoteza watu. Mkuu wa mkoa wa Iringa juzi kati hapa amezungumza maneno ya namna hiyo, kwamba anayetaka kufa asiende kupiga kura siku hiyo, hawa aandamane, anayetaka kufa huyo. Ni mkuu wa mkoa. Mtu mwingine wa chama cha, cha, cha, cha, cha CCM, Bukoba aliwahi kuambia polisi anasema wanaomsema vibaya wa mama tutawapoteza, na polisi msiwatafute. Naye anatoka CCM, chama cha Mapinduzi kinajinasibisha na utekaji, kinajinasibisha na ufisadi. Hatuwezi kuendelea na chama cha aina hii. Mnalo jukumu moja, ndugu zangu wa Tanzania, tarehe ishirini na tisa nendeni mkakikatae chama cha mapinduzi kwenye sanduku la kura akura. mkipiga kura zote kwa Gombo Samandito hawataweza kuziiba. Uwezo huo hawana, na mimi nitatangazwa. Kwa hiyo mkapiga kura za kutosha. Mkuu wa wilaya mmoja kule Longido aliwahi kuwaambia watu, kuwathibitishia kwamba si sehemu huo wanaiba kura, akawaambia madiwani, kwani ninyi wadiwani mnafikiri ninyi mmepita ninyi? Hakuna hata diwani mmoja aliyepita peke, hapa ni vyombo vya dola ndo tumefanya sisi. Kwa hiyo wanathibitisha kwamba si sehemu, kazi yao ni kuiba kura, hawatendi amani Huwezi kuhubiri amani wakati hutendi haki. Amani inakuja yenyewe ukitenda haki. Ukiwapa watu matibabu ya bure, amani itakuwepo. Usipowateka watu, wasipopotea watu, wakawa na amani na uhuru kwenye nchi yao, amani itakuja yenyewe. Wewe watu hawali wakashiba, unategemea amani? Uliona wapi mwenye njaa akawa na miiko? Kwa hivyo Chama cha Mapinduzi kimekosa sifa na njia pekee ya kukitoa ni kwa njia ya kura. Tukakitoeni Chama cha Mapinduzi, tukamtoeni Samia aende Zanzibar, aka, aka, aka, aka, aka cheza, cheza na wajukuu zake kule Zanzibar, aondoke na Nchimbi, tumwondoe. Hawa watu sio watu, hawatupendi sisi wanyonge. Mnaona wenyewe, mpaka dakika hii wana wako bize kabisa kuhangaika na uwekezaji tu hawawaangalii nyie. Kina mama mmebeba karanga hapa, mmebeba hapa, mmebeba magimbi yenu hapa, hawajali kabisa. Kwa hiyo nawaambia ni ndugu zangu, mwende siku hiyo mkakikatae chama cha mapinduzi na muhakikishe kwamba mnakiondoa kabisa, kwa sababu wakati huu ndio wakati pekee ambao chama cha mapinduzi kiko dhaifu kuliko wakati mwingine wowote. Wakati huu chama cha mapinduzi hakina dira wao wenyewe hawapendani kabisa, kama nilivyowatokezea, hata Samia na Nchimbi hawakuchaguliwa, walijipitisha wenyewe. Wana CCM wenyewe wanakuja kutuambia sisi, pigeni kampeni, tuko na ninyi, japo kwenye mikutano yenu hatutahudhuria, lakini wanatuambia wako na sisi na wanatusaidia wana CCM wenyewe. Kwa hiyo mimi naziomba kura za CCM ambao wanapenda haki na kimsingi kwa sababu CCM wenyewe tunaangaika nao humu humu, kama ni vumbi, tunaangaika nao matibabu mabaya tunaangaika nao wakati mabosi wao wanakwenda kutibiwa India kwa mafua, wao tuko nao humu. Tupigieni kura sisi, ninyi wana CCM na wanachama wa chama wa vyama vingine, ili muhakikishe mnapatiwa kitu ambacho mnakipenda. Ndugu zangu, wana Mbeya, hakikisheni CCM ambaye mgombea wake amesema yeye mwenyewe kwamba ameamua kizi, kuwa kizili, ameamua kuwa chura kizili, hataki kuwasikiliza wa Tanzania, anasema kwamba hataki kuwasikiliza kwa sababu mnasumbua. Hata juzi kati hapa, akiwa kwenye mkutano wake wa kampeni, aliamrisha jamani, muangalie neno la rais, unajua ni neno kubwa sana. Alisema hao wanatusumbuae, vyombo vya kamata, hao kamata wapelekeni huko, mkawashughulikie. Sasa alijua watashughulikiwaje na vyombo vya dola Rais akisema mchukua huyo ukamshughulikie, unafikiri maana yake ni nini? Maana yake kwa vyombo vya dola ni kubwa. Kwa hiyo huyu mtu hatufai, tumwondoe madarakani na njia nzuri, ili tusipoteze kwenye kupiga kura. Msiache kwenda kupiga kura. Najua Mbeya mna maamuzi magumu magumu, najua mimi. Sasa hasira zenu zote zipelekeni kwenye sanduku la kura, mkamkatae. Mimi nitatangazwa, ninawahakikishia hilo nitatangazwa mimi. Vyombo vya dola nivigeukie. Vyombo vya dola, vyombo vya dola, ninyi ni kaka zetu. Vyombo vya dola, ninyi ni dada zetu. Vyombo vya dola, ninyi ni watoto wetu. Vyombo vya dola ni baba na mama zetu. Naomba vyombo vya dola, siku ikifika ya tarehe ishirini na tisa viende vikatende haki kwa Watanzania. Amani wanayoihubiri anayoihubiri Samia haiwezi kuwepo amani kama hakuna haki inayotendeka, na haki zote zinasimamiwa na vyombo vya dola. Vyombo vya dola Tanzania nzima, siyo Mbeya tu. Niye mlioko hapa, mlio na uniform na msio kuwa na uniform, nawaambia kwamba msipendelee chama chochote. Hili nawaambia na nimekuwa nikilisema, msipendelee chama chochote. Hii amani mnayotaka iwepo haiwezi kuwepo kama mtakuwa na upendeleo wa aina yoyote. Vyombo vya dola hamna uwezo wa kudhibiti wananchi, uwezo huo wa hamna hiyo. Nawahakikishia wananchi wakiamua, kinuke kinanuka. Sasa sisi hatutaki tufike huko. Chama cha wananchi CUF, tunawaomba vyombo vya dola, kwa sababu ninyi, tunapokosa matibabu, mazao yetu yanapokuwa hayana masoko, tunapokosa elimu, ninyi wa maaskari, ninyi tunakosa elimu pamoja tunapata matatizo pamoja. Sasa msipendelee ili mweze kuyapata haya mambo vizuri. Vyombo vya dola, naomba siku hiyo viwatendee haki wazazi wake, viwatendee haki watoto wao, viwatendee haki shemeji zao, kaka zao na ndugu zao. Vyombo vya dola ni familia ya Watanzania. Hatutaki mtende mambo maovu na msitumike na chama cha mapinduzi kuharibu amani. Amani haiji hivi hivi, amani imetengenezwa na ninyi vyombo vya dola. Kazi yenu ni kuhakikisha kwamba amani ipo. Tunawaomba sana sana sana, kazi ingatieni hiyo haki. Ndugu zangu, mimi kwa leo nimepita, nimezungumza na ninyi.